Katika swala lingine ambalo tumelipokea e, mnunuzi amekwenda dukani na, ametoa noti elfu kumi na akanunua bidhaa ya thamani ya shilingi elfu tano Mwenye duka akawa hana chenji kwa muda ule, akamwambia njoo chukue baadaye chenji hii na, au nina shilingi elfu tatu hapa, elfu mbili njoo chukue baadaye. Je, hii inaingia katika riba? Tayib, hili swala maula anaizungumza katika sura tofauti Naam. Na wako baadhi yao wanaona kwamba hii inaingia katika hukumu kama ile ya kubadilisha pesa kwa pesa. Ndio. Lakini hii kwa hakika kwa upande wangu mimi. Ndio. Sijaona msingi wa kisheria unaoelekeza kwamba hii itakuwa riba. Sababu huyu hachukui ziada, kwamba huyu muuzaji amekosa cha ja kumrejeshea muda huu mpaka pingine atafute katika eneo jingine la pili. Au ametoka dukani kwake kutafuta change au kitu mbadala Eh, tunaita nini pesa ya kurejesha ile, ndio katika duka jingine, hiyo haiwezi kuwa riba, kwa sababu harejeshi ziada, anarejesha kilichobakia katika haki ya mnunuzi kwa mujibu wa bei ya ile bidhaa yenyewe. Lakini tambua hayo kwamba isiwe ni ndio tabia na utaratibu wa wauzaji kwamba kuzuia chenji za watu, hizi zibakie kwa pengine kwa maslahi mengine. Naam, kama ikiwa ni dharura kwamba pengine muda ule hakuna na pengine hawezi kufunga duka mpaka atoke akatafute sehemu nyingine, na huyu mtu anajua ni mtu jirani au karibu, atakuja wakati wote, si tatizo kwa kuchukua kwa muda mwingine, lakini kwamba isiyo taratabia hiyo ndio mwendelezo wa mambo hayo katika hali zote, ili sifikie tena pale kwamba kana kusana pesa za watu mtu, kwa lengo la kuwa zikiwa nyingi anunue bidhaa nyingine, kwanza auze apate faida kupitia pesa za watu zilizobakia kusubiriwa kuja kuchukuliwa kutoka kwa wenyewe, hiyo itakuwa ni jambo ambalo kisheria halikubaliki kutumia pesa ya mtu kwa kuzalisha bila kuwa na ridhaa yake mwenyewe.